Karibu tena watoto kwenye mimi TV. Leo tunajifunza jinsi ya kupiga mswaki vizuri, na kwa nini ni muhimu sana kusafisha meno yetu kila siku. Mtoto wa kulima, meno yangu yanaonekana machafu. Usijali, twende tukapige mswaki pamoja. Kupiga mswaki ni jambo la maana sana. Hii hapa ni jinsi ya kufanya hivyo kwa njia rahisi. Wa mswaki wako. Hakikisha ni safi na una brashi laini. Chukua mswaki wako mpendwa na usisahau kuweka dawa ya meno, kidogo tu, kama punje ya haragwe. Piga mswaki meno yako yote, ya mbele, ya nyuma, juu na chini. Sasa anza kupiga mswaki mbele mbele, nyuma nyuma, juu juu na chini chini. O oh, usisahau ulimi wako pia. Chak chak chak, tunaosha meno yetu. Sugua kwa dakika mbili. Sugua kwa dakika mbili, unaweza kuimba wimbo mfupi au kuwasha saa ya kucheza. Tupa povu, suuza vizuri. Tupa povu lako kwa sinki, kisha suuza mdomo kwa maji safi. Mambo sasa, meno yako ni safi, yanang'aa kama almasi. Lakini kwa nini tunapiga mswaki? Sababu za kupiga mswaki. Tunakumbuka sababu hizi tatu kuu: kuepuka kuoza kwa meno. Meno yakikaa machafu yanaweza kuumiza. Kupata harufu nzuri ya mdomo, hakuna anayependa mdomo unaonuka. Kutabasamu kwa ujasiri, meno safi ni ya kuvutia. Tutapiga mswaki asubuhi na jioni kila siku. Meno safi, watoto wachangamfu. Asanteni kwa kujifunza pamoja nasi. Kumbuka, piga mswaki mara mbili kwa siku, asubuhi kabla ya kulala. Kwa heri, tunapenda meno yenu safi. Hakikisha unabonyeza kengele na kusubscribe kwenye chaneli yetu kwa mafunzo bora zaidi. Tunawapenda sana, tutaonana siku nyingine.